Leo, leo tutazungumzia kuhusu mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa aina gani. Katika vipindi vilivyopita tulizungumzia kuhusu masala ya yanayohusiana na mambo yanayovunja saum ama yanayoharibu saum ama kubatilisha saum, lakini leo, leo biznillahil karim Tutazungumzia Ramadhani ni mwezi wa kushindana. Mwezi wa Ramadhan huwa shahru musabaqa wal munafasa, mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa mashindano, kushindana katika mambo ya khairi na yule ambaye kwamba atakayeibuka kuwa mshindi, akashinda kwa yale aliyokuwa akishindana nayo, basi mtu huyo atakuwa amepata ushindi ulio mkubwa. Kwa maana yule mtu ambaye kwamba kwa yashindana katika mambo ya kheri, basi ajiri yake malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa mno. asa angalia, angalia. Yule mtu ambaye kwamba atakuwa amepata hasara. raghima anfun rajulun adraka ramadan falam yughfar la, hakika ameangamia yule mtu ambaye ameipata Ramadhan ameidiriki Ramadan kisha asisamehewe madhambi yake na mwezi huo Allah subhanahu wa ta'ala uwaepusha watu na moto kila siku, hasa inapoandama mwezi wa Ramadhan kuanzia tarehe moja hadi kumalizika kwa Ramadhan. Allah jalla jalla jalalu, basi uwaepushia watu na moto. Na ukiangalia mwezi kama huo, Allah subhana wataala anaepushia watu na moto, na pia Allah subhana wataala Anafungua milango yote ya heri, anafungua milango ya pepo. Lengo na madhumuni, anawaambia watu ya kuwa hakuna hakuna lawama yoyote, hakuna kisingizio chochote cha kusema amkupata nafasi ya kuingia peponi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, milango ya moto huifunga yifu. Lakini milango ya janna Allah jalla jalalu huyachilia wazi, na milango hiyo yote minane ya janna Allah subhanahu wa ta'ala huyachilia wazi. Tuftahu abwabi aljinan, Allah anayafungua milango yote ya pepo, huachilia wazi. Wa tughlaqu babu an-niran, na Allah jalla jalaluhu anaefunga milango yote ya moto. Wa sufidat ash-shayatin, na mashaitani hufungwa. Mashaitani hufungwa, limadha? Mashaitani anafungwa, lakini mbali na kufungwa kwao mashaitwani hao pale inapoangukia mwezi wa Shawwal, mwezi unavyoonekana basi, mashaitwani hawa hutoka na spidi yao huwa juu zaidi, kwa sababu sema mwezi mmoja tu imefarakisha, imefarakanisha, imeharibu mipango yetu na akapata kusamewa mja huu amepata napata kuingia janna? Haiwezekani, lazima nimuharibie mtu kama huyu ndani tu, ama sekunde kadhaa. Kwa hivyo, shetani anapofunguliwa utoka na speed siyokuwa ya kawaida. Kwa hivyo, ni sharti mimi na wewe tuwe wangalifu katika yale ambayo kwamba sisi twayafanya. Je, yale ambayo kwamba tuyafanya anamridhisha yurdhi Llaha subhanahu wa taala yanamritisha Allah subhanahu wa ta'ala, ama yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini cha kushangaza, malasaf ashadid, mwezi wa Ramadhan inapoingia, basi wale ambao kwamba tabia yao ni kuokota mabanati ni kuokota watu wa kwenda kuishi nao katika majumba yao basi inapoingia Ramadhani, mabinti kama wale hupewa matalaka na kuondoka na kwenda kwa nyumbani. Lakini Ramadhani inapoisha wanapigwa simu, wanaambiwa njooni huku, njooni, Ramadhani ishaisha sasa. Kwa sababu ule muda wote wanasema kuwa ni muda ambao kwamba wanafanya nini, wanazini. Lakini inapoingia Ramadhani, anasema wanaipisha Ramadhani.

Unapofia kuzini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi ufahamu ya kuwa yule ambaye kwamba umeogopea kufanya kitendo hicho, basi iwapatikana katika miezi mingine yoyote ile, mbali na Ramadhan. Lakini watu wanaifanya Ramadhan ni kama miungu yao, wanaabudu Ramadhan. Man kana yaabudu Ramadhan fa inna Ramadhan qad intaha qad mada yule yote ambaye kwamba kwa atakayekuwa tabia yake ni kuabudu Ramadhan, basi Ramadhani yaisha, kwa sababu ni ayama madudat, ni siku ambazo ni siku za kuhesabika. Ramadhani haidumu, inaingia leo, kesho inatoka. Lakini almuhimu tuangalie, je, sisi tutakuwa katika wale ambao kwamba waliotajwa katika dua ya Jibril pamoja na Mtume alaihi salatu wassalam kwa kuitikia amin. Hapa atuko katika sampuli hiyo, kwa sababu mara Nabii sallallahu alayhi wasallam siku moja Mtume alaihi salatu wassalam alikuwa amepanda katika mimba, na kwa staili aliyoingia nao pale mbele

ya Rasul Allah, kuna shida gani? Kuna matatizo gani? Mbona ile staili unaoanza nayo kila siku, mbona leo maanza tofauti? Tunakusikia unasema amin, amin, amin, kunani? Kuna shida gani? Kuna matatizo gani? Ndio mtume alaihi salatu wassalam akawaeleza masahaba na kuambia kuwa nilipokuwa nikipanda katika mimbar Alinijia Jibril alaihi salam. Jibril alinijia na kanaambia yoyote ambaye kwamba atakaidirikiwa na mwezi wa Ramadhan kisha mtu huyo asisamiwa madhambi yake, kwa maana amehasirika. Khaba wa khasir, mtu huyo amekhasirika, amekhasir, amekhasirika, amepata hasara aliyokuwa juu zaidi. Kauliza ya Rasulullah, kama ni huyo Amin ya pili ilikuwa ashiria nini? Arasul al alaihisalam, al arasul al salawatullahi wassalamu alaihi akasema, yoyote ambaye kwamba atakayesikia utajo nikitajwa mimi kisha siniswalie mimi, basi mtu huyu atakuwa amepata hasara. Kwa hivyo nikaambia niseme amin. Kamba ya Rasulullah, mtu watatu je ni gani? akasema yoyote ambaye kwamba atakayepata nafasi ya kuishi na wazazi wake wote wawili, kisha wale wazazi wake wote wawili isiwe sababu ya kwake yeye kufaulu na kuingia peponi, basi mtu huyo atakuwa amekhasirika. Ndio maana yake nikaambiwa niseme amin. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko, ni mwezi wa mashindano, fastabiqu ila alkhairat Shindaneni katika mambo ya kheri, wala msishindaneni katika mambo ya maasi, katika mambo ya shar, bali shindaneni na mambo ya kheri. Ugomvi sasa utakujaje? Ugomvi utakuja pale ambapo unaitakidi ya kuwa kumi la kwanza ni kumi la rahma kumi la pili ukaitakidi kuwa ni maghfira, kumi la tatu ukaitakidi ya kuwa ni kuachiwa huru na moto. Lakini jambo hili si sahihi, jambo hili si sahihi, kwa sababu Ramadhani inapoingia na kutoka ule mwezi wote, function yake ni moja, katika kumi la kwanza, kumi la pili, la tatu, ama huo mwezi mzima, yote yategemewa na moja wapatikaniwa rehema, wapatikaniwa maghfira, wapatikaniwa kuachiwa huru na moto. Wala sikuitakidi sijui kumi ila kwanza sijui hapana, hii si itikadi iliyokuwa sahihi. Kwa hivyo Wastabiqu fil ibadat, wastabiqu ilal khairat, shindaneni katika mambo ya khair, shindaneni kwa ibada, msishindaneni kwa mambo ya maovu mambo yasiyokuwa na maana shindaneni katika ibada, msishindane katika kutukanana, msishindaneni katika, ku... katika mambo ambayo kwamba hayana maana hayana natija yoyote, shindaneni katika ibada. Ramadhani inapokuja jeke tara timetable maalum barnamij maalum ukasema kwamba Ramadhani ya mwaka huu inapoingia utasoma juzu kadhaa hadi kufika kumalizika kwa Ramadhani, itakuwa nimemaliza juzu kadhaa masala, juzu tano, juzu kumi, itategemea kulingana na wewe mwenyewe ulivyokuwa umeinuia, ulivyokuwa umejiandaa navyo. Kwa hivyo tushindaneni katika mambo ya ibada, jeke utaratibu maalum katika swala kama swala katika hiyo miezi mingine ulikuwa we, unaikosa. swala, imam. Mm. Mbo, yakuwa, ui, wewe unaikosa unakosa salatuljamaa maa limam basi, yeke taratibu ukasema ya kuwa ramadhani hii ya mwaka huu inapoingia, hata raka moja wewe usikose swali pamoja na imam, kisha kwa jamaa pia, tukithirisheni katika kutoa sadaka.

humu sabiquna yawma lqiyamati ila ljannat. Fahamu ya kuwa yoyote ambaye kwamba yule anayeshindana humu duniani kwa mambo ya kheri, basi huyu ndio atakuwa ameshindana, atakuwa ameshindana siku ya Kiyama katika kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, nafikiri kufikia hapo maudhu yangu itakuwa imeeleweka kamila. Lakini tusisahau ya kwamba Ramadhani ni madrasa, Ramadhani ni college, Ramadhani ni fursa ya mabadiliko. Inakuja inambadilisha mtu vile alivyokuwa nyuma, alivyokuwa sivyo, ikaja inakuja kumbadilisha na kumwambia unatakiwa uishi hivi na uishi hivi na familia yako uishi hivi na watu wasiokuwa na uhusiano nao uishi hivi, wafaa uishi hivi, usiwe hivi, muislam yafaa awe hivi, afai kuwa hivi. Inakuja ile ramadhani kwa lengo la kumsafisha mtu moyo wake. Kama alikuwa na moyo mchafu, basi ramadhani inakuja inamsafisha, inakuja inamwondolea ile chuki ya il ule moyo wake unasafishwa, unakuwa mweupe, unakuwa hauna madhambi ndani yake.

huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mikono yake kifuani. Ibn Abbas anasema kama miskin anaomba kwa mtu, kaweka mikono hivi. Kwa ni lazima tuwe na adabu za unyenyekevu tunapokuwa tunaomba. Na imerekodiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, Allahumma innaka tasmau kalami, e Mwenyezi Mungu, hakika wewe unasikia maneno yangu. Watara makani, na unaona sehemu niliyopo. Wa taalamu siri wa alaniati, na unajua siri yangu na yale ambayo ni ya dhahir wala ykhfa alaika shayun min amri, halifichikani lolote langu mimi katika mambo yangu yote unaoyafahamu. Ana albaisu lfaqir, mimi ndo yule mtu ny ny nyonge sana fakiri sana. Almustaghih almustajir, ninakimbilia kwako, ninaomba msaada wako. Alwajal almushfiq, yule anakuja kwa haraka na mwenye kutia huruma. Almuqir almutaf